Matumaini ya ubingwa bado yapo na, na ligi bado ipo, mechi zaidi ya tatu bado tunaendelea kupambana katika ligi. Nafikiri kila mmoja anajua, leo, wachezaji wetu, ratiba imekuwa ngumu sana kwao. Mmeona namna ambavyo ratiba ilivyobana, lakini kwa sababu ni wachezaji wakubwa, wachezaji ambao wameshamachua, wanajua dhamira ya Simba, ni ya Simba mwaka huu, na ndio maana wachezaji wetu wakuja kupambana kwa muda wote ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa sawa. Kwa hiyo kikubwa, lazima niseme tu tunawapongeza sana wachezaji wetu. Ratiba bado ngumu, lakini tunaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba malengo ya Simba mwaka huu yanakwenda kutimia mechi ngumu kama hii lakini mna mechi nyingine ya kutafuta fainali ya CRDB dhidi ya Singida. Inaleta taswira gani kwa katika mchezo huu? Ndio, nakuwa na ugumu zaidi kwa sababu leo Singida wameshafungwa. Imebaki siku tatu na kwenda kukutana nao nusu fainali ya CRDB Federation Cup. Naamini mechi itakuwa ngumu zaidi. Lakini kwa sababu tuna benchi la ufundi ambalo liko makini, wanajua ku rotate wachezaji, wanajua namna wachezaji wanachoka, nani aanze nani asianze. Mimi naamini tutakwenda Singida, tutakwenda kupambana na tutapata ushindi vile vile Singida. Moja ni wachezaji wazuri. Dese Mkwara kuwepo kwenye kikosi cha Simba akuwepo kwa bahati mbaya. Mimi naamini alikuepo kwa sababu manajimenti ya Simba waliona uwezo wake, namna ambavyo anaweza kusaidia Simba. Leo hii mnaona akipata nafasi anazitumia. Kwetu limekuwa jambo jema, ataendelea kumpa sapoti ili kuhakikisha anaendelea kupambana na anapatia simu yake matokeo mazuri wale ambao pengine waliamini mchezo huu ni mgumu na hamtoondoka na alama tatu, unawapa salamu gani? Wao waendelee kuamini. Mimi naamini waandishi wa habari mlipumzika wiki mbili, kale kamsemo mlikuwa mkisikii. Mimi naamini kuanzia leo mkiwahoji mtasikia kale kamsemo, wanaocheza wanasema kwamba wao wafanyaje, hawachezi. Waendelee kusema wao hawachezi, sisi tunacheza. Kikubwa waendelee kutuombea kama jinsi ambavyo walivyoomba, lakini Waswahili wanasema siku zote dua la kunguru alimpati nani alimpati mwewe. Sisi tunaendelea kupambana, kwa hiyo wao sherehe zao zimekuwa ngumu sana. Ni moja ya watu wamefanya vitu vya ajabu sana, isitoshe kioo cha jamii. Leo hii wewe kama msemaji unashindwa kupromoti jezi la timu yako, unakwenda kupromoti jezi za timu nyingine. Hili ni kosa la jinai kwenye timu, lakini kimsingi, wao wenyewe Yanga ndio wameamua kuwa na aina watu wanawao. Oh, si hatuna namna ya kuambia, tunaombelea dua aendelee kufanya sherehe. Asante sana.